Huku afisi yake ikiandamwa na mswada unaolenga kumpunguzia mamlaka Nancy Gathungu, sasa huenda akapata uwezo zaidi baada ya kamati ya seneti kuapa kuwa apakuwa itasimama na yeye huku akitetea afisi yake na utendakazi wake we must also restore faith in parliament. Nancy Gathungu amekuwa mbele ya kamati ya uhasibu wa mali ya umma katika bunge la seneti akitetea ya ripoti yake iliyobaini mapengo katika ununuzi wa mfumo wa kidijitali unaotumika kwa bima ya sha. Amelitaka bunge la kitaifa kutilia maanani ripoti zao, huku maseneta wakipendekeza afisi hiyo ipewe mamlaka ya kupendekeza hatua zitakazochukuliwa kwa wanaopatikana na hatia.

So my question is, of course, your report feeds somewhere so that we hold those individuals accountable. Brian Amwaike, K24.